Kwa ndo maana nimesema kwamba wasanii wa Tanzania, umsiba ungetokea Kinondoni shughuli ingekuwepo, ungetokea Mbezi Beach shughuli ingekuwepo. Lakini umetokea huko Chanika, mtu akipiga hesabu Chanika mara mafuta anamtumia tu message Chidi, pole la, milele, mpe bwana, inna lillahi. Ya inalilai nini, sijakuona kuna, kuna muda mwingine inna lillahi na, <laughs> Mungu amweke mahali pema afimati kama sija kuona rafiki yangu rafiki hey, la kwanza, lazima uwepo afu mwambie bwana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ah, mashallah hata Mwenyezi Mungu anaipokea, kama ulishawahi kupata bahati labda Mwenyezi Mungu anaipokea. ya hilo ni siongope, sijawahi kutana naye yes, sijawahi kutana naye, lakini ni mama yetu mimi. Mama wa banana zoro mamaangu mimi, mama wa ispektaruni mamaangu mimi, mama owai mamaangu mimi, mama wa sogi mamaangu mimi kwa sababu yule mama am, amemzaa mtoto ambaye ametukutanisha katika maisha yetu ya kutafuta riziki. Ni mama ni mama, narudia tena, ni mama. Mama wa Chidi, msiba wa Chidi, yeye atalia sana, ni mamake mzazi. Mimi nitakuja kumpoza Chidi kwamba ni mama yetu mshani, mi ni mtoto wa nje mm. hey. kuna namna ambavyo watu wanasema kuna ubaguzi, wasanii wa zamani ambao wamechonga barabara, wanapopata matatizo, wasanii wapya kuwakimbilia na kuwashinda, tofauti na wewe jinsi ambavyo unajitoa kwenye misiba mingi, kwenye shida nyingi, kwenye, kwenye raha nyingi, unaonekana kwa namna moja au nyingine, bila kujali huyu ni nani na ni wakati gani. Labda neno lako ni lipi la kuwakumbusha kwamba kuna jambo la muhimu kushikana na kutokea? Ndio maana tunawakumbusha hapa, wasanii wapya wana jukumu ya kuwapa heshima wasanii wa zamani na heshima mojawapo ni kuwakimbilia nyakati za shida, na shida mojawapo ni hizi hapa kwenye misiba. Na ndugu zangu, ubeche huu asanteni.